kazi na utu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, kwa kweli Dar es Salaam tulikukumbuka sana. Naomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Kila tukiangalia tunaona upo pale Dodoma, ni miradi kwa kwenda mbele, lakini tukawa tunasema Dar es Salaam ni lini, na sasa angalau tumekuona, tumefarijika na tunakutakia kila la heri. Tumpigie tena makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Dar es Salaam tupo salama. Mimi pamoja na wenzangu kamati ya usalama ya mkoa, hebu naomba msimame wote. Mheshimiwa Rais, hawa ndio mkono wangu wa kushoto katika utendaji wa kazi zote za kiusalama. Yupo katibu tawala wangu wa mkoa, na ambaye pia amekuwa kiongozi mzuri wa kutuongoza na kutusaidia katika yale masuala yote ya kiutawala, lakini naomba pia kuangwa wilaya ya msimame. Hawa ndio pia mkono wangu wa kulia. Kama Mheshimiwa Rais itakupendeza, nafikiri unafahamu nyakati hizi, niishie tu hapo. Kwa kusema haya, naomba tukae tu. Mheshimiwa Rais, usalama mkoa wetu wa Dar es Salaam unatokana sana na maelekezo yako lakini zaidi pia kwa kuendelea kushirikiana na wenzangu wote, na ndio maana leo tunayo furaha kubwa kukaribisha katika mkoa wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana kwa dhati Profesa Mkenda, waziri wetu wa elimu kwa sababu amekuwa msaada mkubwa sana katika sekta hii muhimu hapa kwetu mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, jambo hili ambalo linafanyika leo, sisi kwetu limekuwa na tija kubwa. Mkoa huu wa Dar es Salaam Mheshimiwa Rais, una wanafunzi wa shule za msingi laki nane na hamsini na tano elfu na katika wanafunzi hao Mheshimiwa Rais, wanasoma katika jumla ya shule elfu moja na arobaini na sita na, na, na katika shule elfu moja na arobaini na sita Mheshimiwa Rais, wanafunzi laki saba thelathini na tisa mia saba sabini na moja ni wanafunzi wanaosoma katika shule za serikali na Mheshimiwa Rais wanafunzi wa sekondari wako laki tano. Jumla wanafunzi wote wa sekondari na msingi wanafundishwa na jumla ya waalimu mkoa wetu huu wa Dar es Salaam. Ukiangalia idadi hiyo ya wanafunzi ni kubwa sana, kiasi kwamba jambo hili ambalo leo linakwenda kuzinduliwa Dar es Salaam inabaki kuwa moja wadau wakubwa wa programu hii muhimu ambayo leo Wizara ya Elimu inakwenda kuzindua chini ya usimamizi wako. Wanafunzi wa shule za, ya awali Mheshimiwa Rais, mpaka sasa tunavyozungumza tumewasajili wanafunzi thelathini na mbili alfu ikiwa ni sawa na asilimia nne, lakini tunaelekea kuwasajili wanafunzi laki moja thelathini na mbili alfu. Na wanafunzi wa darasa la kwanza mpaka sasa ambao tumekusha wasajili wako elfu themanini na saba na target ni kuwasajili wanafunzi tisini na tano alfu. Sasa Mheshimiwa Rais, ukiangalia wanafunzi wote hawa pia bado tunadhihirisha kwamba Dar es Salaam ni moja ya mkoa muhimu katika programu hii muhimu ambayo leo inazinduliwa. Sasa nihitimishe tu kwa kusema, Mheshimiwa Rais, masuala yote haya ambayo leo yanazungumzwa hayataweza kuwezekana kama watoto hawa hawatakuwa wamilisi na watendi wa lugha ambayo itatumika wao kuwafundishia. Nikisema wamilisi na watendi, Mheshimiwa Rais, kwa lugha zingine ni performance and competence, kwa maana kwamba kama katika masuala ya lugha katika mchakato wa kuamiri lugha yao na ujifunzaji wa lugha yao. On the process of learning and acquisition of the language. Lazima wanafunzi hawa wawe na stadi kubwa sana za kuweza kupata lugha hiyo. Na wanasayansi wengi wamefanya tafiti akiwemo Jean Piaget, akiwemo Krashen, akiwemo Noam Chomsky wamefanya sana utafiti kuhusiana namna mtoto anavyoweza kuamiri lugha kwa kutumia kitu kinachoitwa kifaa cha kuamiri lugha language acquisition device maana Mheshimiwa Rais nayo furaha kwamba kama tutaendelea tena kuimarisha ujuzi wa kiutendi na umilisi katika lugha maana yake masuala yote haya KKK ya yatakuwa rahisi sana kwa watoto, kwa sababu watakuwa wanaelewa vizuri kile ambacho wanafundishwa. Msingi mkubwa haya yote ni kile kinachoitwa semantiki ya lugha. Watoto wakishakubaliana, wakaelewa wanakoelekea, maana yake tutapata mwafaka mzuri wa kuwa na potential human capital msingi wake mkubwa ukiwa kwenye KKK. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana, asante, tunakushukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Na sasa bila kupoteza muda, tuwakaribishe vijana wetu shule ya msingi Changanyikeni kwa ajili ya ngonjera. E, kama mnavyoona hao ni shule ya msingi na mpango mkakati huu unawahusu wao, kuanzia elimu ya awali darasa la kwanza mpaka darasa la pili, waweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. E, kama unafika mpaka darasa la tatu hujui kusoma, kuandika na kuhesabu, ni dhahiri kwamba huko mbele unakwenda kukwama. Haya, karibuni.

Mbona mmekusanyika watu wa yote marika, ni nini kinafanyika ambacho chakubalika kusha...